Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika Bonifasi Mwabukusi alivaa jeshi la polisi, adai polisi ndio waalifu na wanapaswa kuchunguzwa. Unatazama Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele kama Tunakumbuka Februari nane, viongozi wa chama cha madereva na malori Tanzania TATAMATA walijitokeza na kudai kuwa Februari tano ishirini ishirini na sita Godlove Materu alichukuliwa na watu wasiojulikana waliofika dukani kwake Tunduma mkoani Songwe wakiwa na gari jeupe aina ya Land Cruiser. Walisema kuchukuliwa kwa Materu ambaye ni mwenyekiti wa chama chao ni mwendelezo wa manyanyaso kwao, hivyo madereva hao waliitaka serikali na vyombo vya ulinzi na no usalama, kuhakikisha materu yanapatikana ndani ya saa sabini na mbili na kama isipokuwa hivyo, basi wataanzisha mgomo nchi nzima. Masaa machache baada ya tamko hilo, ilisambaa mtandaoni ujumbe toka Jeshi la Polisi wakikiri kuwa wao ndio wanamshikilia Materu, ambapo tamko la jeshi lilikuwa linasema taarifa kwa umma: kukamatwa kwa Godlove Materu, Tunduma, Songwe. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linapenda kutoa ufafanuzi juu ya taarifa zisizo sahihi zinazosambazwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii zikieleza kuwa Godlove Matero hajulikani alipo baada ya kukamatwa na watu wasiojulikana. Godlove Materu mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa Chapwa, mji wa Tunduma, wilaya ya Mombo, mkoa wa Songwe, alikamatwa na askari polisi na sio na watu wasiojulikana, na anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Songwe kwa tuhuma za jinai zinazomkabili. Mtumiwa alipanga na kufanya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mji wa Tunduma na viunga vyake. Uchunguzi umekamilika na hatua zingine za kisheria zinafuatwa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza taarifa zote zinazosambazwa bila uthibitisho kutoka kwa mamlaka au vyanzo rasmi. Taarifa hiyo ilitolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Baada ya tamko hili la jeshi la polisi linaloongozwa naye mkuu wa jeshi hili nchini IGP Camilius Uambura, rais wa TLS Bonifas Mwabukusi akaandika kupitia mtandao yake ya kijamii, jeshi la polisi lichunguzwe kwa uhalifu na uvunjaji wa katiba kwa kilichotokea pale Tanga kwenye tukio la Kombo Mbwana na kwa barua hii sasa ni uthibitisho kwamba kunahitajika uchunguzi maalum kwa jeshi la polisi. Huu ni uharamia na uvunjwaji wa sheria. Sheria inataka unapomkamata mtu mmoja, ya haki ni kuwasiliana na ndugu zake au mwanasheria wake, au la umfikishe mahakamani. Haiwezekani ukae na mtu siku tano alafu baada ya kitisho cha maandamano ndio uje na kipeperushi hiki. Huu ni uhalifu. Barua hii ya polisi imethibitisha kuwa jeshi la polisi linatekeleza wajibu wake kihalifu na kuvunja katiba. Akamaliza kwa kuandika BAK Mwabukusi. Hayo ndiyo aliyoandika Rais wa TLS Mwabukusi, akilalamikia jeshi la polisi chini ya IGP Wambura kuwa linafanya uhalifu, akizungumzia swala la kukamatwa watu kimya kimya na wasijulikane walipo mpaka zitoke kauli nzito kama za migomo na kadhalika. Je, wewe una maoni gani? Tuandike hapa chini na sisi tutasoma. Mimi ni Queen Ray na hii hapa ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere